Tuna changamoto ya mnunuzi mmoja katika zao la pamba. Hii kesi haijaisha. Hii kesi haijaisha. Tuna mnunuzi mmoja wa zao la pamba. Kila kata mnunuzi mmoja, kila mkozi mnunuzi mmoja. Utaratibu huu unaondoa ushindani. Ukiondoa ushindani, maanake hauwezi kupata bei nzuri kwa sababu hawezi kushindana. Nani atapandisha bei? Bei ya pamba imeporomoka kutoka elfu moja mia saba mpaka elfu moja mia moja na hamsini na sasa tumesikia imepanda, sasa imefika elfu moja na mia mbili baadhi ya maeneo. Sasa kwa nini tuwe na mnunuzi mmoja? Tunasema mnunuzi mmoja akipata changamoto ya pesa, kituo hicho kinaweza kikabaki hata wiki nzima, hakuna pesa, watu hawana mahala pa kuuza pamba yao. Kituo hicho kinaweza kikabaki hata kwa wiki mbili bila pesa, wananchi hawawezi kupata fedha. Lakini pia anaweza kutokea leo mtu akawa na bei nzuri ya pamba, ataambiwa wewe, hapana, kata ya Mwandoya ina mnunuzi hata kama atakuja na elfu, hata kama atakuja na elfu tatu kwa kilo, ataambiwa bwana, Mwandoya kuna mtu ndiye anayenunua pamba ya Mwandoya. Hata kama ana bei ya elfu tatu, anayenunua pamba elfu moja na mia mbili ataendelea, lakini huyu wenye elfu tatu atakatazwa kwa sababu kuna mkataba. Huo ni utaratibu wa wapi na huo mkataba? Mwandoya wei, pamba ni ya wakulima. Wizara ya kilimo hawana pamba, bodi ya pamba hawana pamba. Huo mkataba wa mnunuzi mmoja umefungwa baina ya nani na nani? Kama ni mkataba, ulitakiwa kufungwa baina ya wakulima wa pamba na yule anayewanunulia pamba yao. Lakini lingine, mkataba gani ambao hauna bei? Tumefunga mkataba wa kuuziana pamba, lazima tuandike bei ni shilingi ngapi katika huu mkataba tunaofungiana. Lakini ni kwa nini ni mkataba tu kwenye pamba? Kwa nini kwenye mkataba hakuna? Kwa nini kwenye mtama hakuna mnunuzi mmoja kwa nini kwenye mpunga hakuna mnunuzi mmoja? Kwa nini kwenye mifugo hakuna mnunuzi mmoja? Hili jambo wizara ya kilimo ni lazima walirekebishe. Serikali yetu iko kwenye kutekeleza sera ya iko kwenye kutekeleza sera ya soko huria, ambao wanunuzi wote tunawakaribisha kuja kununua mazao kwa nini leo tunarudi kule tulikotoka? Kwa hiyo tutaendelea kuwasimamia na kuwashauri wizara ya kilimo waweze kubadilisha utaratibu huu, waje wanunuzi wengi, wananchi wanufaike, wananchi wapate ma, wapate faida kubwa. Bei ya pamba ilishawahi kufika mpaka elfu mbili mia tano bei ya pamba ilishawahi, tulishawahi miatu hii kuzalisha mpaka tani elfu hamsini za pamba kwa mwaka. Tunataka bei nzuri, wananchi wanufaike na bei nzuri ya pamba na wapate mafanikio. Nyinyi jimbo la Kisesa mnayo bahati kwa kupata viongozi ambao wanakubali kuwasimamia muda wote kuhakikisha kwamba hakuna aina ya dhuruma, kuhakikisha kwamba hakuna aina ya uonevu katika maeneo yetu. Hakuna mtu atakayepewa kwa ajili ya kufanya dhuruma kwa wananchi. Tunataka tujenge uchumi wenu, mazao yenu yakiwa na bei nzuri, mtatajirika. Leo SGR tunaijenga, SGR ile itasaidia kusafirisha mifugo itasafirisha kusafirisha mazao, bei ya pamba itapanda, bei ya ng'ombe itapanda na bei zingine. Leo tumefanikiwa kwenye mifugo, hakuna muda wa msimu, iwe kiangazi iwe masika, bei ya mifugo yetu, bei ni kubwa kwa sababu tuna viwanda vingi vya kuchakata nyama, tuna viwanda vingi vya kuuza nyama, tuna masoko